Zifuatazo ni baadhi ya sifa za kujiunga na chuo cha usalama wa taifa. Namba moja ni elimu. Walau ni kidato cha nne na alama lazima ziwe nzuri. Lakini kidato cha sita kwa kozi za juu. Namba mbili ni uraia. Lazima uwe raia wa Tanzania. Namba tatu ni umri. Umri sasa unakuwa unategemeana, kama ni miaka 18 hadi 25 au 18 hadi 35, lakini mamlaka husika ndio wanafahamu zaidi. Lakini sifa namba nne ni lazima uwe na tabia njema. Namba tano afya. Waombaji wanatakiwa kuwa na afya nzuri. kiwango cha mafunzo Baadhi ya kozi za usalama wa taifa zinahitaji uzoefu au mafunzo maalum kuhusu ulinzi na usalama wa taifa kama vile mafunzo ya kijeshi au utekelezaji wa sheria. Kumbuka, vigezo vinaweza kubadilika. Ni muhimu ukawa na taarifa za karibuni kutoka Chuo cha Usalama wa Taifa au taasisi ya usalama wa taifa. Muda wa maombi unapofika kuna njia mbili za maombi. Kwa kawaida waombaji wanatakiwa kuwasilisha maombi kupitia ofisi za chuo au kupitia tovuti rasmi za chuo au kupitia matangazo ya serikali.